Wapendwa masista, wapendwa baba zangu, mama zangu, kaka zangu, dada zangu, karumna na kenyanizi, Mungu ni mwema kila wakati, wakati. Mungu ni mwema. Leo ni sherehe ya Pentekoste, wazo letu la leo beti ambapo tunaomba apashe moto ubaridi, apashe moto ubaridi. Wanakwaya naomba tuimbie hiyo beti. Ubaridi. Bwana Yesu Kristo alipomtokea Mtakatifu Margaret Maria Marakoki alisema hivi: Ubaridi wanaojipenda unanichoma kuliko matusi ya yaiza. Ubaridi wanaojipenda unanichoma kuliko matusi ya iza zoiiaaamauaomotomoto Roho Mtakatifu tumesikia katika somo la kwanza alishuka ukawapokea ndimi zilizogawanyika kama ndimi za moto ulio wakalia kila mmoja wao. Matendo ya Mitume sura ya pili mstari wa kwanza na kuendelea. Kitendawili: anapendwa sana ingawaje ni mkali sana. Indawari, moto. Asanteni sana. Anapendwa sana ingawa ni mkali sana, moto. Tunaopenda unatusaidia katika kupika, katika ku pasha ubaridi e, moto unakusaidia. Sasa Roho Mtakatifu alama yake ni moto. Moto unachoma takataka, hivyo Roho Mtakatifu anachoma takataka za dhambi. Tunasikia Luka sura ya tatu mstari wa kumi na sita yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Tumesikia katika injili ya leo Pokeni Roho Mtakatifu, wote wa mtakao ondolea dhambi wameondolewa, na wote mtakao fungia dhambi wamefungiwa. Maaskofu wamerithi, mapadri wamerithi, wanaondolea dhambi. Sasa ni kazi ya Roho Mtakatifu kutakasa. Katika kitu hiki ni waikio kuona padri mmoja anaungamisha na padri mwingine anaungamisha Mstari, kwa padre mmoja ulikuwa ni mlezi, alikuwa na watu zaidi ya sitini na saba, mwingine alikuwa na watu kabisa. Inakuaje huyu ana wengi sana? Wakaniambia fada, huyu ana matatizo ya kusikia, sikii vizuri aikunawawaaw

mtakatifu, lakini kama mnajua, nguo nyekundu ni alama ya upendo. Kwa hiyo leo ni siku ya wapenda nao.

Sasa wakati mwingine una ubaridi moyoni, apashe moto, apashe moto. Ubaridi woku moyoni, ubaridi oko moyoni utakufanya ushindwe kushukuru, utakufanya ushindwe kuwa na huruma, utakufanya kushindwe kuwa na upendo. Roho Mtakatifu, Roho Mungu Wahaya wana methali nasema, kifunda mtima e, kifunda mtima, kinachokosa nafasi ni moyo. Ta kasema sina nafasi nyumbani, lakini kinachokosa nafasi ni moyo. Moyo ukiwa na nafasi, nafasi itapatikana mpya ndani yenu, nami nitaondoa moyo wa jiwe, nitawapa moyo wa nyama. Moyo kuna adiki juu ya Mungu. Mungu anaambia mtu, nitakupatia nanasi nane kwa awamu kati, awamu ya kwanza n

Ah, katikati tule wakakata wakara maganda wakawapatia. Wakati mwingine unaishi hali ikiwa nzuri, aguuka Mungu, mambo yakienda, siku zinaenda, matukio inakuja, changamoto zinaingia, unakwama, ubaridi katika ubaridi, katika huduma ubaridi katika e. Mungu wetu Roho Mtakatifu ni Mungu wa upendo, na kuna lugha ya upendo. Kule Babeli, mnara wa Babeli, walisema tujenge mnara tukajitengenezee jina, na sasa tukasema tushuke kwatafubie lugha. Walikuwa na lugha ya ubinafsi, ya kutengenezea jina wao. Lakini Pentecoste watu waliungana, kila mmoja anamsikia mwenzake, anamuelewa. Lugha ya upendo inaeleweka, lugha ya upendo inaeleweka. Wahaya wanasema kaimbonzizi gaisomu kitatagamba <gibu> yani, upendo unamfanya ile ambaye aongee kuloto, ambao aongee kwa upendo ataongea, ataongea, mwenye kuugumiza ataongea mbele ya upendo. Kwa hiyo kuna lugha ya huwezi ukakaa na mwenzi wa ndoa miaka kumi miaka ishirini bila kua zawanji unaweza

Tusiwe na mikono yenye ubaridi, tutoe, tutoe. Kuna baba mmoja nilimuuliza, nikasema ukiwa na ng'ombe mia moja unaweza kupatia kanisa ng'ombe hamsini ukiwa na nikasema, ukiwa na mbuzi mia moja unaweza ukatoa hamsini kwa, kwa kanisa, kalisa natoa hiyo, si natoa

kusikia apashe ubaridi, ubaridi ambao kwenye uso tuwe na Mungu. Mwambie jirani yako, simama

Mtakatifu Faustina wa Poland alisema tuombe Mungu hmm, tuwe na macho ya kuna sala naomba macho ya kuna sala naomba huruma. Ni miguu ya huruma miguu ya

uzuri kwa furaha mtakatifu. Mtume Paulo aliwaandikia wa Filipi akasema, furahini, nasema tena furahini. Alikuwa gerezani gerezani, lakini anaandika ujumbe wa furaha. Furaha si kwamba unapokuwa na mateso uweze ukafuraha. Ndege wanaimba si kwa sababu wanachakula, ni kwa sababu wana wimbo. Imba, imba, imba, imba. Naomba Roho Mtakatifu ni mwinje apashe. Apashe moto mbaliki. Kuna mtu mmoja alikuwa hivi kama sana hivi ni mwia. Baada ya kumtembelea kukuta anaota moto. Wewe unaota moto, na baada ya siku nyingi, mazingira yetu yalipo katika parokia si rahisi kukuta baada ya siku nyingi anaota moto. Sasa, na yeye pale akaanza kuota moto na kuangalia, ni kijana. Akachukua kaa moja la moto akaliweka pembeni. Baada ya muda moto ukazimika kwenye ile kaa. Akamuuliza kijana, hii kaa imeweka pembeni mbona moto umezimika? Akasema Padre, nimeuliza swali ambalo lina majibu ya waswazi. Si umeitoa kwenye makaa mengi. Padre akarudisha kwenye makaa ya, <coughs> ya was -was. So, ayni moto akasema, <coughs> naoma a uchumi sana, usiposhiriki jumuiya na kanisani mapaa pendeni moto wa imani unapotea. <coughs> Lakini ukirudi kwenye jumuiya, moto wa imani unapatikana. Tunaomba uwe moto uendelee. Kwa kuwa pamoja, kwa kusana, tumuombe Roho Mtakatifu apashe moto ubaridi, apashe ubaridi moto upashe ubaridi moto. Lakini jambo kubwa, ukitoka ibada hii, nawaomba sana, kielehele, mwambie jirani yako kuwa na kielehele. Naomba msukubesikumu na, na, na, na beskuna, mambia kuwa na kielehele.